Wakapatwa na msiba taifa la Israeli. Walipopatwa na huo msiba, Biblia inasema wakabeba maiti, wanaenda kuizika. Kwa lugha nyepesi, hapa kulikuwa ni majonzi juu ya majonzi, ni kilio juu ya kilio, ni hofu juu ya hofu, na wamebeba maiti, wanaenda kuizika ile maiti wanaoenda kuizika wameikatia tamaa. Maanake kama nyumbani kula wameshakula kama ni vitu vya kugawana labda wanasubiri tukitoka kuzika tutakuja tuendelee na taratibu nyingine. Wamemkatia matumaini kabisa. Hii ni maiti ambayo imebebwa na haipelekwi monchwali, inapelekwa makaburini kwenda kuzikwa na Biblia inasema wameenda na ile maiti, wamefika makaburini. Bila shaka waliandaa kaburi special kwa ajili ya maiti wanaoenda nayo. Sikiliza, na ilikuwa mwanzo wa mwaka, mwanzo wa mwaka. Wameanza vibaya. Ninakuombea katika jina la Yesu, hata kama wameanza vibaya, Mungu akusaidie tena kuwa pazuri katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Sasa wanasema wakati wanaenda makaburini kuzika Wamebeba maiti, hawa watu wana kilio, ghafla wanaona jeshi la adui zao kikosi kinakuja. Sikiliza vizuri hapa, mungu atakusaidia asubuhi ya leo. Wanaenda kuzika, wamebeba maiti, lakini wanashangaa ghafla, kuna kikosi cha adui. Hichi kikosi cha adui hakiheshimu hata msafara wa kuzika. Hawa ndugu walipoona kile kikosi, walichokifanya thamani ya maiti walioibeba ilizidi kuisha. Biblia inasema wakaamua kuitupa. Sikiliza, hawakuiteremsha taratibu, hawakuzika Walibeba ile maiti walipoona kikosi, wakaitupa. Ninakuombea asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Yawezekana kuna watu walikuwa wanakubeba mahali ambapo waliona yamkini biashara imekufa, waliona yamkini uchumi umekufa, waliona na wakajitahidi kukubeba vya kukubeba, lakini kuna watu wakiona mahali pagumu wanakutupa Nina kuombea katika jina la Yesu wewe ambaye umetupwa, Yesu Kristo akuokote asubuhi ya, ya leo katika jina la Yesu. Nasema tena Yesu akuokote katika jina la Yesu wanaza teli, hai. Hii maiti iko pale, sikiliza fikra za wao, hii ni maiti tumeitupa, habari yake imekwisha, lakini mbingu wazioni tu maiti iliyotupwa, mbingu zinamwona mtu anayesimama na kutembea katika jina la Yesu. Na hao walipomtupa, wamemtupa na kukimbia nao wamekimbia kweli hasa. Biblia inasema alipodondoka kwenye kaburi, lilikuwa ni kaburi la nabii wa Bwana, Nabii Elisha, na alipodondokea kaburini akagusana na mifupa ya Nabii Elisha, maiti maiti ikasimama, ikasimama. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, leo hatuna mifupa ya Nabii Elisha. Leo tunaye Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuombea ugusane na Yesu Kristo wa Nazareti katika maisha yako, na ukigusana na Yesu Kristo uwe na uhakika, kuna watu watakaoinuka wiki na kukimbia katika jina la Yesu wa nazareti hai. Ukienda ukiwauliza walioenda kuzika habari za ile maiti, watasema jamani, ndio basi tena, haina haja aina haja ndio basi tena, wamemsahau kabisa. Na yawezekana waliomtupa ndugu zake wa karibu, yamkini walikuepo. Kama alikuwa ni wa kiume, yamkini mke wake alikuepo. Kama alikuwa ni wa kike, yamkini mume wake alikuepo. Kama alikuwa ni mfanyakazi, yawezekana wafanyakazi wenzake walikuepo. Kama ni mfanyabiashara, yawezekana wafanya biashara wenzake walikuepo. Lakini hao walimtupa, mbingu hazikumtupa huyu mtu katika kaburi, mbingu zikampa uhai tena, katika jina la Yesu, ninakuombea uhai tena katika maisha yako ninakuombea wai tena katika biashara yako ninakuombea wai tena katika utumishi wako, katika jina la Yesu wa Nazareti. Kama umenielewa, gonga jirani yako, mwambia simama uende. Mwambie tena, simama uende. Mwambie usikate tamaa, mwambie usivunjike moyo. Haleluya, haleluya!